Rais Samia afunga safari kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam mpaka kule Kilimanjaro, ndani ndani kwenye milima ya Usangi na kisha Mwanga, nyumbani kwa hayati Cleopa Msuya kuhakikisha anamhifadhi mzee wetu aliyekuwa kiongozi wa kuigwa. Unatazama na kusikiliza Mseto Media, mime naitwa Limo Grandson kama wewe ni mfuatiliaji wetu wa Mseto Media utakumbuka hivi majuzi tulikutangazia hapa kifo cha Cleopa Msuya aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania na makamu wa rais wa kwanza ambaye alifariki Mei 7 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam, ambapo sasa Mei 13 2025 mzee Cleopa Msuya aliyehifadhiwa katika nyumba yake ya milele kule Mwanga Kilimanjaro, ambapo pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan aliongoza uombolezaji katika ibada ya kuuaga mwili wa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu hayati Cleopa David Msuya iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili na Kilutheri, Tanzania KKKT usharika Usangi Kivindu na kufuatiwa na mazishi nyumbani kwa marehemu kijiji cha Chomvu, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Rais Dokta Samia alieleza kwa masikitiko makubwa kumpoteza kiongozi ambaye si tu alitumikia Tanzania kwa uadilifu wa hali ya juu bali pia aliweka msingi imara wa maendeleo ya taifa katika nyanja za siasa, uchumi na jamii kwa miongo kadhaa. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya baba yetu Cleopa David Msuya. Bila shaka, mtakubaliana nami kwamba mzee huyu amekuwa zawadi sio tu kwa familia na jamii yake, bali kwa taifa zima. Hayo alisema Rais Samia. Alitoa salamu za pole kwa familia, ndugu na Watanzania kwa ujumla. Rais Dr Samia alisema Hayati Msuya alikuwa kiongozi mwadilifu mchapakazi na mzalendo aliyetoa maisha yake yote kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania pamoja na kuwa mfano wa kipekee katika historia ya uongozi tangu mwaka 1956 alipoajiriwa kama afisa maendeleo ya jamii hadi mwaka elfu mbili alipostaafu siasa na utumishi wa umma akiwa waziri wa fedha, kwa vipindi tofauti mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili mpaka mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu mpaka mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano na mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini hayati msuya alihusika kwa kiasi kikubwa katika kutafuta fedha za maendeleo na hata kusaidia harakati za ukombozi kusini mwa Afrika ikiwemo kushiriki kutafuta fedha za ujenzi wa miundombinu ya mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia Tazara. Mwingine, mia, mesema. Kwa upande mwingine Rais Samia amesema hayati Kleopa Msuya alikuwa kiongozi aliyehamasisha matumizi ya utaalamu katika utawala wa maamuzi ya kisera, huku akisisitize uadilifu na matumizi bora ya rasilimali za taifa. Hata baada ya kustaafu hayati Msuya aliendelea kutoa ushauri muhimu kwa viongozi wa sasa serikalini, akibaki kuwa sauti ya busara na hekima katika masuala ya maendeleo ya taifa. Rais Dr Samia alieleza kuwa aliwahi kumtembelea mara kadhaa kwa lengo la kupata maoni na ushauri wake kuhusu masuala mbalimbali ya kitaifa. Aidha, Rais Dr Samia aliongeza kuwa taifa litaendelea kumwenzi hayati Cleopa David Msuya kwa kutambua mchango wake mkubwa na kutumia mafunzo ya maisha yake katika kuijenga Tanzania ya leo na ya kesho. Mtazamaji wangu, hiyo ndio ilikuwa safari ya mheshimiwa rais katika kumpumzisha mwili wa mpendwa wetu Cleopa Msuya toka ikulu jijini Dar es Salaam mpaka Same na kisha Mwanga mkoani Kilimanjaro. Nikuhakikishie, kuhakikishie nitakuwa na kujuza kila linalotokea, hasa kumuhusu mheshimiwa rais, serikali na Tanzania kwa ujumla. Hakikisha umesubscribe ili usipitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno mekundu subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, bonyeza pia. Mimi ni Libo Grandson na hii ni Mseto Media. Asante.